Umechukua pesa umempa mtu, au umechukua zawadi yenye thamani ukampa mtu akakwambia asante, Mungu akubariki. Nachukulia mtu wa pili, sinario yake apewe, halafu asishukuru, yani asiseme neno asante, nashukuru, Mungu akubariki, asiseme. Hapa yupi kwako wewe ana thamani? Wa kwanza eh? sawa walini umempa na akaonyesha kurudisha kwa utu ama neno shukrani kashalitoa. Sasa kutoka kwa neno shukurani kunatupa himaya ya kwa kwamba umefurahia kile ulichopewa, kimekupa tabasamu kile ulichopewa. Sasa Mwenyezi Mungu azza wa jalla kupitia Quran Karim

elimu ya mazingira elimu ya ufahamu maarifa juu ya majambo kadha wa kadha, mufasirin wameiweka hivyo. Manake ule uwezo kutambu wa kutambua hili, uwezo wa kusoma hili, uwezo kulingamu wa kulingamua hili, na uwezo wa kulipa mushabaha jambo hili. Sasa kupewa kwake kule ile neema ya hikma, apate kumshukuru Mwenyezi Mungu, anishkuru lillah apate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mantiki ya kwamba ukijaliwa kupata kipawa chochote, kupata neema yoyote, iwe ni mali, watoto, yani chochote utakachojaaliwa cha neema, umejaaliwa talanta fulani nchi haiwezi kusimama bila we kuonyesha namna unavyoweza kuruka miti saba kwa sekunde tatu yote yale. Je, neno shukrani kwa Mungu, alhamdulillah kwako kwa wewe lipo. Hikma ya kwanza ya Lukman, Mwenyezi Mungu azza wajalla anakandamiza tena kwa kusema, la in shakartum la azidannakum, ndo utaratibu maanake mukinishukuru nitawazidishieni. Umekwenda kwa mtu ukimwambia asante, siku ya kwanza kakupa ubwabwa wake, kakupa visenti vyake mwenyewe vya msaada, kakujengea sehemu, ukimwambia bwana asante, Mungu akubarike, huyo mtu siku nyingine atakuzidishia, atakuita tena, atakupa tena. Ndo utaratibu Mwenyezi Mungu aliweka yeye. Tukisema alhamdulillahi rabbil alamin, nashukuru Mwenyezi Mungu, bwana wa viumbe wote kwa neema uliotupa. Huo ndio utaratibu ambao Mungu kauweka. Tukimshukuru atatuzidishia. Manake umepata mali Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata mali sio kwa kusema tu hivi hivi, kwa malelo alhamdulillah, ana vitendo, athari ile mali ionekane, ndo shukurani yako. Shukrani uwalee ndugu zako, shukrani huwatende mema majirani, shukrani uonyesha kwa kuhisani watu. Kuna kijana ambaye ana talanta mtaani, anaweza kusoma, msomeshe mpaka university. Chukua kijana tupeleka Maka au Madina, peleka Misri, peleka Kuwaiti akasome dini, aje yabebe, ndio shukurani yenyewe. Na yule kule anasema namshukuru fulani, utaratibu wa shukurani utaendelea, wa man yashkur fa inma yashkuru linafsi, mwenye kushukuru anafanya hivyo kushukuru kwa ajili ya nafsi yake.